Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye darasa hili ambalo tunajifunza mambo kadha wa kadha. Na leo nataka nizungumze na wewe kwa habari ya kwa nini wanawake wajawazito wanapitia vita vikali sana wakati wanapokuwa kwenye hicho kipindi. Jambo mojawapo ambalo lazima tuweze kulifahamu, na naomba wanawake mnifuatilie kwa makini sana, lakini pia wanaume, ili kwamba muwe na uwezo wa kujifunza vitu vingi sana vitatusaidia wakati unapoingia kwenye maombi, wakati mwanamke ni mjamzito au wanaume wake zetu ni wajawazito. Jambo la kwanza, kwa nini wanapitia vita vikali na changamoto? Ni vita vya kihatima, vita vya kihatima. Mtoto ambaye umebeba ndani ya tumbo lako, kuna hatima ambayo anakuja nayo duniani. Yamkini ni daktari bingwa ajaye yamkini ni rais ajaye, yamkini ni waziri fulani ajaye, yamkini ni mbunge, yamkini ni mtume na nabii mwinjilisti ambaye katika yeye watu wengi watakuja na kuokoka. Sasa adui anaona hilo katika ulimwengu wa roho. Na kwa nini? Waefeso moja mstari wa tatu anasema hivi: atukuzwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, anayetubariki na baraka zote katika ulimwengu wa roho. Kwa maana hiyo, baraka za mtu zinaanzia katika ulimwengu wa roho. Nakumbuka Mungu anaishi katika ulimwengu wa roho na shetani pia iko katika ulimwengu wa roho. Kama baraka ziko kwa namna rohoni, Mungu anaona na shetani pia anaona hizo baraka. Kwa hiyo ule mtoto anayekuja duniani ambao umebeba kwenye tumbo lako, iko hatima kubwa ambayo iko ndani yake, shetani anaona, na shetani anapoona anasema hivi, Huyu ni nani anayekuja kuwa daktari mkubwa? Huyu ni nani anayekuja kuwa kiongozi mkubwa? Huyu ni nani anayekuja kuwa mtumishi mkubwa ambaye atafanya watu wengi waweze kuokoka? Ndiposa adui anaanza kupambana na hatima ya yule mtoto tokea akiwa tumboni, na anapambana ikiwezekana mama afe na mtoto afe, au mama apone, lakini mtoto afe kwa sababu anajua akimuua mtoto ameua hatima ilikuwa inakuja duniani. Na bahati mbaya zaidi, hata mtoto akizaliwa shetani amwachi anaendelea kupambana naye ahakikishe kwamba anakufa au asipokufa, anampoteza nje ya ndoto, anampoteza nje ya maono, anamtoa nje ya hatima ya kile kilichomleta hapa duniani, kuhakikisha kwamba hawezi kufanikiwa. Biblia inasema hivi, mwivi haji ila aharibu na kuchinja kazi ya shetani ni kuharibu kusudi la Kimungu ambalo Mungu ameweka ndani ya mtu. Naomba tuangalie maandiko machache. Kwa mfano, tukisoma katika kile kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa kumi na tano na wa kumi na sita anasema hivi. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalishao wa Ebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wapili jina lake aliitwa Pua, wakasema, wakati mwazalishapo wanawake wa Ebrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume basi muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Wakati maneno yao yanasemwa, ni wakati umewadia ya Mungu kumleta mtu duniani ambaye ana hatima kubwa ya kuwatoa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri, nchi ya utumwa, kwenda katika nchi ya Kanani, ambaye alikuwa ni Musa. Nakumbuka nchi ya Misri ni nchi ambayo ilikuwa ina miungu ilikuwa ni ya kishetani hasa. Mapepo yamekwisha kujua kuna mtu anakuja kuzaliwa siku so nyingi, ambaye katika yeye wana wa Israeli watatoka katika nchi ya utumwa. Kwa hiyo wakamtumia Farao kama lango, Farao akaagiza watoto wa kiume wanaozaliwa wote wao. Wakati huo Musa ndo alikuwa anakuja. Kwa lugha nyingine nini, shetani alishaona anakuja mtu ataitwa Musa na huyu Musa anakuja na hatima kubwa na hiyo hatima aliyonayo ni ya kuwatoa wana wa Israeli kutoka kifungoni kutoka katika utumwa na kuwapeleka katika nchi ya Kanani. Sijui umembeba mtoto wa namna gani katika tumbo lako, sijui ni vita gani ambavyo unakutana navyo. Yamkini ndani yako umembeba mtoto ambaye ana hatima kubwa, ndio maana una una hivyo vita. Yamkini ndani yako umembeba daktari mkubwa umembeba kiongozi mkubwa, umembeba mfanyabiashara mkubwa, umemleta mtu ambaye anakuja kuleta mapinduzi ya aina yake katika dunia sasa, na dunia iweze kuona neema mpya. Yamkini umembeba mtumishi mkubwa ndani ya tumbo lako, na ndiyo maana unakutana na hivyo vita na adui anapambana na wewe. Kwa sababu gani? Mtu uliyembeba ndani ya tumbo lako ana hatima kubwa. Kuja nikupe mfano moja kwenye kile kitabu cha, cha Mathayo sura ya pili mstari wa 16 na 18. Mathayo sura ya pili mstari wa 16 na 18: ndipo Herode alipoona ya kuwa amevyakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana, akatuma watu, akaua watoto wote wanaume waliokuoko huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu yenye miaka miwili na waliopungua, kwa muda ule aliohakikisha kwa wale mamajusi. Tunaona hapa Herode anapata habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo alafu anagiza watoto wote waweze kuwawa Yesu Kristo amekuja ana hatima ya kipekee na hatima ambayo imebeba kusudi kubwa la ukombozi wa ulimwengu ghafla shetani kwa maana kazi yake anapinga ukombozi usije ukatokea duniani na shetani anajua huyu Yesu Kristo amekuja kuleta ukombozi kumwokoa wanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi akapita kwa Herode, akainua roho ya Herode. Alafu Herode akatangaza ya kwamba watoto haoti wa kiume wenye umri wa miaka miwili kushuka chini waweze kuuawa. Wanachowinda ni nini? Wanawinda hatima ya Yesu Kristo, hatima iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo kwa habari ya kwa habari ya kile Mungu amemleta nacho duniani kwa ajili ya kukomboa ulimwengu. Vita viko, viko, viko vita vingi ambavyo mara nyingine vinainuka kwa wanawake wajawazito wazito, ni kwa sababu ya hatima ya watoto uliowabeba ndani yako. Umewabeba watoto wenye ndoto kubwa, umewabeba watoto ambao wana hatima kubwa. Kwa maana hiyo adui anapambana nao akihakikisha kwamba aweze kuwaua, akihakikisha kwamba aweze kumpoteza mama pamoja na watoto. Lakini natangaza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kupitia wewe, nisikiliza, majira haya na wakati huu, mtoto wako hatakufa wala wewe hautakufa, kwa maana neema ya Bwana iko pamoja na wewe kwa maana mauti imemezwa na uzima hata milele, kwa sababu mbeba maono hafye. Iko damu ya Yesu inaonena mema, ambaye imetuokoa kutoka katika nguvu za giza ikatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani masamaha ya dhambi. Kwa kinachowindwa ni hatima, na ndio maana nataka upate moto wa kipekee kwa sababu ni majira ya kuomba wewe mwanamke mjamzito. Ni majira ya kuomba wewe baba ambaye mke wako ni mjamzito, uhakikishe ya kwamba vita vinavyoinuka kinyume naye havifanikiwi nataka nikwambie kweli, kuna wanawake wengine wanapoteza watoto tumboni wamekisha kufa. So kwa sababu ilikuwa ni swala la kawaida no. Ni kwa sababu ya hatima ya ule mtoto aliyokuwa anakuja naye duniani. Lakini nisikiliza katika majira haya na saa hii, popote pale ulipo, inatangaza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Hakuna mauti itakayokuwa na nguvu juu yako, kwa maana mauti imemezwa na uzima hata milele. Watoto wako watakufa bali wataishi, wayasimulie matendo makuu ya Bwana na watimilize hatima na ndoto ambazo Naomba nikupeleke no kwenye andiko la mwisho. Ufunuo 12. Ufunuo 12. Mstari wa kwanza mpaka wa sita. Ufunuo 12 mstari wa kwanza mpaka wa sita. Kwenye kitabu cha Ufunuo anatabiri kwa habari nini kilitokea katika ulimwengu wa roho wakati Yesu Kristo alipokuwa anatarajia kuja kuzaliwa katika nchi ya Israeli. Na ishara kuu ilionekana mbinguni mwanamke aliyevikwa jua na mwezi walikuwa chini ya miguu yake, na juu ya kichwa chake taji ya nyota kumi na mbili. Naye alikuwa ana mimba. Sikia, alikuwa na mimba, yani mjamzito, akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa. Ikaonekana ishara nyingine miguni tazama, joka kubwa, yani Shetani, jekundu, ilikuwa na vichwa saba na pembe kumi juu ya vichwa vyake vilemba saba na mkia wake wa kukota theluthi ya nyota uh, za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka kasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaapo amle mtoto wake. Sikia, amekaa mbele ya yule mwanamke ili azaapo aweze kumla yule mtoto. Kwa nini amle? Ni kwa sababu anamla, yani kwa lugha nyingine, amuue kwa lugha nyingine alikuwa anakuja kuleta mauti, kwa sababu anayekuja duniani, anayekuja na ndoto kubwa, anayekuja duniani ana hatima kubwa ya ukombozi. Mara nyingine wewe uko mja okay, mzito, adui yuko anawinda hapo pembeni, anasema ni saa ngapi aweze kumua huyo mtoto. Ni sangapi aweze kuzimisha ndoto huyo mtoto, ni sangapi aweze kuwa hicho kiumbe ambacho kinataka kuja duniani kwa sababu kimebeba ndoto kubwa, kwa sababu kimebeba ukombozi wa ulimwengu wa leo. Yamkini kupitia yeye vijana wengi wanakuja kubadilika, yamkini kupitia yeye anakuja kuwa daktari wa kipekee, yamkini kupitia anakuja kuwa kiongozi ambaye anakuja kuleta mabadiliko saka. Nasikia nguvu ya ajabu sana nikiwa nakuletea ujumbe huu. Kuna mtu ambaye Mungu anakutana naye ukiwa unaenda kuangalia video hii. Kuna mtu Mungu anakutana na wewe na kupigana vita vyako vya kiujauzito yamkini unaweza kawa huko hospitalini yamkini unaweza kawa huko nyumbani yamkini unaweza kawa huko safarini lakini mahali popote pale huko moto wa roho mtakatifu unaopita katika ulimwengo wa roho inapambania uzao ulioko ndani ya tumbo lako inapambania watoto wako ambao umekwisha kuweza kuwazaa lakini adui anashindana nao kuhakikisha kwamba anaweza kupa, kupambana na hatima zao wasiweze kufikia ndoto walizonazo na kataa katika jina la Yesu Kristo sikiliza anasema hivi naye akazaa mtoto mwanamume, akaza mwana yeye atakayewachunga wachunga mataifa kwa fimbo ya chuma, yani Yesu Kristo. Na anasema hivi, na mtoto wake akanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti chake cha enzi. Yule mwanamke akakimbia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili uamlishe huko muda wa siku 1260 Kwa nini mwanamke amekimbizwa kuhifadhiwa? Ni kwa sababu adui ana mwinda ili kwamba aweze kumwangamiza mtoto wake ndio maana nikasema bado unaweza ukajifungua mtoto salama. Ghafla unashangaa mtoto anaanza kupata magonjwa . Ghafla unashangaa mtoto a, a, a, atuli usiku. Kama mtoto wako alali, na tangaza katika jina la Yesu Kristo akalale kuanzia sasa. Kama roho ya magonjwa inaofuatilia, imondoe duniani kuua hatima yake, ninakataa katika jina la Yesu. Anasema hivi mstari wa 13 mpaka wa 17: na, na yule joka alipoona kuwa limetupwa katika nchi lilimfuatia mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Hajachoka japo mtoto amezaliwa, lakini anaendelea kufuatilia. Kwa nini anafuatilia? Anafuatilia kwa sababu anajua nikiacha hii nyota inayong'aa inaenda kuleta mapinduzi kwenye ulimwengu huu. Mwanamke yule akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa ili aruke aende zake nyikani, hata mali pake hapo alishopo kwa wakati na nyakati na nusu ya nyakati mbali na nyoka huyo. Nyoka akatoa katika kinywa chake nyuma ya mwanamke ule maji kama moto, amfanye kuchukuliwa na mto ule. Nchi ikamsaidia mwanamke, nchi ikafunua kinywa chake, ikaumeza moto ule aliyotoa yule joka katika kinywa chake. Joka akamkasirikia yule mwanamke akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na ku ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Kwa hiyo, alipoona ameshindwa, ikabidi aondoke, na alipoondoka anasema atafanya vita na uzao wake. Kwa lugha nyingine, anapoona umeshindwa, amekushindwa wakati umembeba mtoto tumboni mtoto akazaliwa, anasema ni sawa, umemzaa, lakini itapambana na huo uzao usifikishe hatima. Na ndio maana waombea watoto wako, pata muda wa kukaa nao majira jioni, bandika mikono, adui anawawinda ghafula. Unaanza kushangaa mtoto ameingia kwenye madawa ya kulevya, ghafula mtoto ameingia kwenye ukahaba Gafla mtoto ameingia kwenye tabia zisizofaa. Kwa nini? Tabia mbaya zinaaribu mtu kuelekea kwenye kusudi, na adii, vitu vyote hivyo anavileta, ni kwamba vimeondoka kwenye kusudi. Umemzaa mtoto, ghafla anaanza kuumwa mara. Umemzaa mtoto, anaanza kupatwa na degedege. Sio lake. Mungu nakataa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Anajua akimwaribu huyu mtoto hataweza kufika kwenye hatima yake. Ndio maana lazima uwe na mkakati wa maombi pindi ambapo unapokuwa ni mjamzito. Lazima ujue namna gani unaweza kuombea watoto wako. Lazima ujue unahitajika kuombea ujauzito ulio nao. Wewe mwanamume, mara nyingine bandika mkono kwenye tumbo la mke wako. Omba naye pamoja, magano ya mauti yanasimama kwa habari yao. Jambo lingine la mwisho, shetani anatafuta chombo. Wakati mtoto anapozaliwa, shetani anatafuta na yeye kupandikiza kusudi lake kwa huyo mtoto. Na ndio maana unaona mara nyingine kuna vita. Ndio maana Biblia inasema mahali fulani kwamba Kaini alikuwa ni uzao wa yule mwovu, yani uzao wa shetani kwa sababu gani? Inaonesha ni kama adui alipandikiza pano lake kwa shetani ili kwamba aweze kumtumia. Mungu anahitaji watu, shetani anahitaji watu. Kwa hiyo wakati umebeba mtoto tumboni, shetani anamlenga pia yule mtoto apandikize kusudi la giza ili kwamba ajalitimilize. Kwa anaweza kupandikiza roho ya ushoga anaweza kupandikiza roho ya usagaji, anaweza kupandikiza roho ya kichawi, anaweza kupandikiza roho ya mauaji, anaweza kupandikiza roho ya chuki anapandikiza roho yoyote, hakikishe ni mtu anayekuja duniani anakuja kutimiliza kusudi lake na sio kusudi lake. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti naomba ebwana kwa habari ya wanawake wajawazito, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti naenda kinyume na roho ya mauti, naenda kinyume na roho za giza, naenda kinyume na roho za kuzimo, kila mamlaka za kishetani ambazo zimesimama kinyume nao, kila mamlaka za mauti, roho za magonjwa zinazofuatilia zinazofuatilia ujauzito ikiwezekana ya kwamba wasiweze kujifungua salama ikiwezekana mama afe na mtoto afe. Dina kataa roho ya mauti kati katika si jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kwa maana mauti imemezwa hata milele. Umesema ya kwamba na agano lenu mlilo wagana na mauti alita simama. Dabatilisha agano la mauti, nabatilisha agano la mauti, dina batilisha kwa jina la Yesu agano la mauti, dina batilisha kwa jina la Yesu. Watoto wanawindwa na nguvu za giza, wengine wako shuleni wengine ni wadogo bado, wametumiwa roho za mauti, wametumiwa roho za magonjwa kuwatoa kwenye hatima zao. Dina kataa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana kubariki. Kama unahitaji kwa huduma zaidi, namba za simu sifuri saba nne tatu tatu sita tisa sifuri arobaini na tisa, sifuri saba nne tatu tatu sita tisa sifuri arobaini na tisa. Bwana kubariki, subscribe kwenye channel hii, basi uendelee kupata jumbe hizi zaidi za kukuvusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ubarikiwe na Bwana Yesu.